Habari za wakati huu. Kwa majina yangu naitwa Julius John Kajana. Nilikuwa napenda kuwashauri vijana mnaopotoshwa kwamba Oktoba muandamane. Hii nchi haijengwi kwa maandamano, hii nchi inajengwa kwa umoja na ushirikiano. Hivyo basi tusikubali kupotoshwa eti tuandamane, hata kidogo tusikubali. Hasara za maandamano nazijua. Kuna hasara kubwa, kuna vifo vingi, kuna kuumia. Hii yote inasababishwa na nini sasa? hawa wanaoshawishi watu waandamane nao wana tamaa zao. Hakuna mwanadamu asiyekuwa na tamaa. Kipindi cha Kikwete, rais mstaafu Kikwete, kilo ya sukari tukuwa tunanua shilingi elfu mbili lakini watu akasema, u Kikwete, Kikwete, Kikwete, Kikwete, Kikwete anauza nchi o, oh, anauza nchi, anauza nchi, anauza nchi. Akaisha akaja magu rais e, Magufuli Magufuli, dikiteta, amebana uchumi, amebana uchumi nini e, nini ni, hali ngumu, hali ngumu. Amekuja Samia ameongeza oh, Samia, ali ngumu ali ngumu hivi nyewe, mnamtaka rais yupi? Kwa mfano na hata wanaotaka hicho kiti hicho cha urais, na watakuja wata, ndio wataingia wata madarakani, mtavisema hivyo hivyo kwa sababu nchi yetu ina amani. Hacha mama aendelee, mwache Samia suluhu Hassan aendelee.